Nikukaribishe kwenye safari fupi sana. Makusudio ni challenge, lakini nitatoa historia kidogo au maneno kidogo alafu nizungumze nukta moja tu ambayo nilikusudia kuzungumza leo. Hizi ni picha mbili, moja tumeweka namba moja, tumeweka namba mbili namba mbili ni kampuni mbili, namba moja ni kampuni moja. Kipimo hichi ambacho kina plastiki kinauzwa shilingi elfu sita kipimo kile kinauzwa elfu kumi. Kwao tumeweka kampuni mbili, au kwa lugha nyingine mawazo ya watu wawili s so kampuni hazikutani, yani kila mmoja ana taaluma yake, lakini vipimo hivi kazi yake ni kufanya utambuzi kuwa damu imeambukizwa au haijaambukizwa. Ndio kazi ya vipimo hivi. Unaweza ukaenda aidha na mke wako au na rafiki yako au na ndugu yako, ivi vyovyote vile itakavyokuwa, kwenye kituo cha afya, kati yenu wawili mmoja akiona au mpimaji au mtu wa maabara akiona imechora mistari miwili, atasema damu yako siyo salama au damu yako imeambukizwa. Akiona mstari mmoja, atasema damu yako haijaambukizwa ili tutambue kuwa mtu huyu ameambukizwa au hajaambukizwa, lazima tupate ishara ya mistari miwili, ndiyo tunapata kufahamu mtu huyu ameambukizwa au hajaambukizwa. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili, tunaweza kuona magonjwa gani yanamwandama inaweza ikatupa picha kuwa huyu anasumbuliwa labda na kifua au na tumbo au kadhalika. Ndiyo sababu inampelekea kupima aidha ndoa na kadhalika, sababu nyingi zinapelekea mtu aende kupima. Sasa huyu ambao nimeweka namba moja, kwanza video zao ziko tayari TikTok, na ziko tayari kwenye mitandao YouTube na kadhalika kuwa mi nakuja kufanya sherehe kusherehesha. Nilisema kipindi kilichopita kuwa ukiona nimeandika m, ujue muda huo ni mfupi, aidha saa moja au masaa mawili au masaa kumi na mbili hatujazidi hapo. Sasa wakati e, siku nyuma nilikuwa natengeneza e, na nilikuwa natengeneza dawa ambayo nilikuwa namwazia rafiki yangu mmoja mtaalamu wa eti. E, ana presha zake na ni mtu ambaye tumezoeana. Wakati natengeneza nikawaza jambo fulani, na bahati nzuri leo nikatembelewa na watu wawili. Hawakuja kwa niaba ya kupima au kuja kushughulikia masuala ya vipimo, lakini natambua changamoto zile walizokuwa nazo. Nikawakaribisha chai, kamebwana Hebu tunywe chai. Yule alikunywa vikombe viwili, huyu alikunywa kikombe kimoja. Ukitizama kilo zao ziko tofauti, umri wao uko tofauti. Huyu tulipima vipimo vitatu, nimeweka namba moja, ishara namba moja. Ukienda YouTube au ukienda TikTok utaona ishara namba moja, unajua ndo huyu huyu nikaweka ishara ya namba mbili, ambayo ndo huyu. Na huyu tumechukua dakika nne ndo ikatokea alama kwa mbali ya wiki, na ameishi na VVU takriban miaka kumi na saba. Huyu muda kajigundua hana muda mrefu Nini maana yake? Kwa nini naweka picha hii? Kwa nini natoa ufafanuzi huu? Lengo ni moja tu, ambayo imegawanyika sehemu mbili. Lengo la kwanza ni kujaribu kukukumbusha au kukupa hamasa kuwa hakuna kinachoshindikana ni maarifa yako, jitihada zako, kumtegemea Mungu wako kwa mujibu wa mtazamo wako na imani yako. Mimi kwa mtazamo wa imani yangu, ukimtegemea uki, uki Mungu Mungu kuonyesha njia ya kupita huyu ukatumia dakika arobaini takriban kunywa na kupumzika maana kunywa kama dakika kumi na kupumzika, tuchukulie tumpe saa nzima huyu kanywa mara mbili e, dakika thelathini na dakika karibia arobaini na tano kwa kuchukua 30 na dakika arobaini na tano ni kama saa moja na kitu hivi. Sawa. Sasa nimempeleka kwenye wiki ya mbali na kipimo ni dakika kumi na tano nimejaribu kwenda dakika kumi, nilikuwa naangalia ndani ya kuanzia sekunde moja hadi dakika kumi mstari wa positive utadhihirika au utaendelea kupotea. Ukitizama video hiyo utaona unapotea. Kipimo hichi ambacho mimi si muumini wa kipimo hichi, na na sababu nyingi tu sipendi kuizungumza, lakini na wewe ukisoma utaona umekuwa wiki, lakini ukitizama kile ambacho napenda kukiamini ukitizama ile video imeanza kuchora mstari kwa dakika kadhaa na haukukamilika mstari. Sasa Waswahili wanasema au watu wanasema hoja huwa kwa hoja, tafiti huwa kwa tafiti. Kumbuka harakati zangu hizi Lengo lake ni moja tu, tunawezaje kumtatulia mtu changamoto aliokuwa nayo kwa muda mfinyu sana, au kwa muda mfupi sana? Ndiyo dhamira na ndiyo lengo, na vitu tunaotumia vinapatikana sokoni pale, wala sio vitu ghali, maanake gharama hapana. 4A9 ndio imetumika na vitu hivyo ambavyo ni vidogo sana havichukua vimechukua shilingi elfu mbili ya Kitanzania. Sasa kuna watu wengi wanamzungumza T.R. Msigwa, e, wenye kumwita majina wanawapenda wao, wanasema natoa challenge kwa mwanasayansi wa Tanzania au Afrika Mashariki, awe ndugu zangu wanaoishi Rwanda, awe ndugu zangu wanaoishi DRC Kongo, awe ndugu zangu wanaoishi Rwanda, awe ndugu zangu wanaishi Kenya, Uganda, mwanasayansi lakini au profesa. Mimi nimefanya hii kazi eh, takribani saa moja na nusu lakini haikufika nimeweka ziada saa moja na nusu nimemtoa mtu kwenye asilimia mia moja nimempeleka kwenye asilimia moja. Yaani, hiyo asilimia ikiisha, ni mtu anapata negative. Akiweza kufanya hivi, mimi nimetumia saa moja na nusu, mi nitampa masaa kumi na mbili tutamtunukia milioni kumi ya Tanzania. Narudia tena nukta hii. Wewe una umchallenge Msigwa na, na kupa challenge. Profesa wa Afrika Mashariki, mwanasayansi wa Afrika Mashariki. Challenge yangu hii, uwe mtu yoyote, unaweza kunichallenge mimi, karibu wakati wote, saa yote isipokuwa Ijumaa. Lakini nami natoa challenge kwa mwanasayansi mbobezi wa sayansi, sio mwanafunzi mbobezi wa sayansi, au profesa yeyote au mwanachuoni yeyote Nampa masaa kumi na mbili au tuanzie saa mbili hadi saa kumi na mbili jioni, amfikishe wiki au auondoe mstari huo. Akilifanya hilo, nampigia saruti na kumpa kumi milioni shilingi ya Tanzania. Nasisemi hivi kwa kujimwambafai la naonesha nguvu ya taaluma yangu kwenye swala la VVU. Kwa hiyo unaopayuka katika mitandao au unaotafuta sifa ili Msigwa azungumze na wewe, tizama kwanza nguvu yako na nguvu yangu inafanana. Ikiwa inafanana na ukaribisha kwa faida kama uwezo huo unao, karibu Magomeni, kwenye maktaba yangu jijini Dar es salam Sayansi ya wenzetu, namaliza mazungumzo yangu mafupi sana katika siku ya leo. Sayansi ya wenzetu, ukitambulika kuwa wewe ni positive, maisha yako yote utakuwa positive na kichochoro chao mwili unapotengeneza askari wenyewe wanaita antibody kwa, kwa lugha zao, na wana lugha nyingi wanazitumia wenyewe, wanaita lugha za kitaalamu. Mimi umtambua mtu nikiona anasimama anaanza kuzungumza kwa lugha ya kitaalamu wa totali, na mdharau pale pale, naona kabisa huyu ajapata uhuru wa kiakili na ni mjinga, siwezi nikazungumza naye kwa sababu umeshajishusha umeipandisha lugha nyingine. Maana yake ujithamini, unamthamini mtu mwingine. Kwa maana hiyo, hujajitambua. Kwa hiyo, kuongea na mtu ambaye hajajitambua huwa sipendi, kuzungumza naye sikatai. Lugha hapana, hata dini yetu na ruhusu kujua lugha ya mtu mwingine ili uweze kujua anakuhadaa vipi au anataka kufanya nini, lakini ukikutana naye unaweza ukazungumza naye ili kusiwe na mgongano wa kimawasiliano, au sio? Usumbufu wa kimawasiliano na mataifa yote. Waliopevuka kiakili humkuti akibabaika kuongea lugha ya mtu mwingine. Ataongea lugha yake, atafikiri kwa lugha yake, ujue mtu huyo yuko madhubuti. Watu wasiopata uhuru wa kiakili na wenye kupenda kujipendekeza kujionesha wanataaluma zaidi, ufikiri kwa lugha ya wengine, uzungumza lugha ya wengine kuliko lugha yao, hawa ni mabazazi total. Sasa husema mwili unakuwa na kumbukumbu, kumbukumbu kumbu hiyo haifutiki. Kwa hiyo unaweza ukaondokewa na virus au virus wasionekani kwa mujibu wa mashine ya Viral Load. Alafu utaendelea kuwa positive kwa sababu mwili wako una taarifa au una kumbukumbu kwa wewe ni positive. Mimi T.R. Msigwa si muumini wa sayansi hiyo na sikubali. Lakini maana ya pili inaonesha kuwa mali asili yetu, vitu vilivyokuwa ndani ya taifa letu, ukivitumia kwa mahesabu maalum, unaweza ukaondokana kama vile daktari au mtu wa maabara anavyokuambia wewe bado hujaambukizwa, kwa sababu hajaona mistari miwili, ameona mstari mmoja. Na ukifuatilia hichi kipimo cha namba moja, nimemfundisha vizuri huyu mtu. Ni mzungumzaji wangu, huwa anapenda kuja kunitembelea, na leo alikuja kunitembelea tu akakutana na bahati hiyo na akaelewa vizuri sana na kwa mujibu wa dawa zilizokuwa ndani ya vipimo, kwa mujibu wa dawa hizo zilizokuwa ndani ya vipimo, ikishindwa kuchora mstari wa kwanza, maana yake dawa iliyokuwa ndani ya kipimo imeshindwa kutambua kuwa damu ya muhusika huyu ni positive au imeambukizwa, maana yake tunaweza kumpata mtu salama au akaondokana na changamoto zote akabaki salama kwa muda mfupi mno. Namaliza mazungumzo yangu kwa siku ya leo. Nilikuwa naongea na mtu mmoja kutoka Malawi, kutoka Malawi, amekuja kunitembelea. No, Msumbiji, amekuja kunitembelea, nikamwambia wenzetu klipu hiyo imeruka asubuhi mchana, nafikiri ipo. Wenzetu wameweza, kwa sababu wanawekeza, alafu wanavuna kwa mkono wa pili, na wanatumia nguvu walizokuwa nazo kuwafanya watu kuendelea kuwa watumwa. Dhamira yangu, we unaonipiga vita, dhamira yangu ni kumtaka Mtanzania au Mwanaafrika mashariki asiwe mtumwa wa TR Msigwa na asiwe mtumwa wa mtu mwingine. Kwa mfano, kutoka Msumbiji lazima apite Mtwara ili kuja Dar es Salaam, sijui kutoka Msumbiji, nitamuuliza kesho, atakuja kunitembelea tena. Kutoka Msumbiji mpaka pale boda kuna nauli anatumia nitaijua, ni shilingi ngapi kesho. Kutoka pale Mtwara kuja Dar es Salaam kuna nauli anatumia kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara kuna naule anatumia. Huwezi kwenda kwa mguu. Kutoka Mtwara kurudi kwake anaofanyia maisha yake Msumbiji kuna naule anatumia. Hii gharama yote inatumika kwa sababu ana changamoto ya mistari miwili. Ingelikuwa hana mistari miwili, si angegharamika kutafuta suluhisho la changamoto katika maisha yake. Sasa ukimwondolea huu mstari mmoja, maana yake umeondoa gharama iliyokuwa inamwandama au inayomkabili katika safari yake ya maisha. Ili umsaidie awe huru, ni kumwondolea huu mstari mmoja, si kumwambia virusi hawaonekani, endelea kula dawa, hujamsaidia. Kama huyu ana afya nzuri sana, ukimwona hawezi kuamini kuwa ana changamoto moja au mbili. Anaweza kufanya kazi yote, anaweza kulima, anaweza kufanya kazi yote kutokana na afya yake jinsi ilivyo, lakini kinachomsumbua kichwani kwake ni huu mstari unaomtambulisha kuwa yeye ni positive. Ukiuondoa maana yake umesahihisha saikolojia yake na umemfanya kuwa huru, lakini umempunguzia gharama zake za kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Huenda pesa hiyo anayoitumia nauli angeongeza kwenye bajeti ya mtoto wake, au angeongeza kwenye bajeti ya maisha yake ya kawaida kwa kila siku. Nafikiri nimeeleweka sana wale watu wanaonifuatilia katika mitandao ya kijamii. Najua kuna wale wanaoniunga mkono kuna wale wasioniunga mkono, lakini mimi wote hawa sina habari nao. Mimi najaribu kudhihirisha nguvu ya taaluma yangu kwa kuwasaidia wanaafrika wenzangu waliokuwa ndani ya taifa langu na nje ya taifa langu. Nina marafiki kila kona duniani, lakini tumejuana, tunafahamiana, tunazungumza kwa sababu ya changamoto hii, na kila kukicha najaribu kuja na mbinu mpya muda mwingi nautumia kutafakari kwa kina ili kupata jawabu zuri ambalo linaweza likaleta ufanisi wa kutosha kwenye safari ya maisha yetu. Nukta, nukta mbili muhimu ndio ilikuwa mazungumzo yangu ya leo. Nukta ya kwanza nimetoa challenge hata wale wanauza dawa zinaotokaa baharini na nini, jifunzeni au kama una uwezo wa challenge na Msigwa, uone hizi ndio nguvu zake na, na ana nguvu zaidi ya hizi kwenye taaluma hii ni technician mzuri kwenye bahari hii. Kwa hiyo unapotaka kuzungumza na T.R. Msigwa lazima ujue una akili ya kukua, sio una kikaratasi chako tu, una masta yako tu, una phd yako ndio kuzungumza na mimi, una akili yenye kukua. Shahada ni safari ya taaluma ni taarifu wanaita Warabu ni, ni, inakutambulisha kuwa wewe umesomea kitu fulani, lakini haidhihirishi uhodari wako wa kile unachokijua. Haiko hivyo. Kama umesomea IT au umesomea kitu fulani, inaonyesha umesoma mpaka kiwango fulani. Sasa Afrika, kwa sababu wengi wetu hatujitambui, tunaamini ukiwa na shahada fulani unajimwamba fai Unaona umeelimika, na hapana. Ukifikiri hivyo, bado unafikiri makosa. Ndio maana nimetoa chalenji hii, kama kuna mwanachuoni yoyote, milango iko wazi wakati wowote, isipokuwa siku ya Ijumaa. Ijumaa ni kwa sababu tu mwalimu wangu, Mungu amzidishie wa afya njema, amzidishie umri mrefu, na leo nimeambiwa alikuwa anaumwa, nimezungumza naye, ameanza kuimarika. Uh, Ijumaa hafanyi kazi uh, na, na wazee wangu ikifika Ijumaa huwa wafanyi kazi, mimi kufuatwa na watu. Ndio maana nimekuanzia saa nane ninaanza kukutana na watu, lakini kuanzia asubuhi hadi jioni wazee wangu hawafanyi kazi yoyote. Nami nimeiga au nimefata silasila sila hiyo au taratibu hizo au kanuni hizo, na sijawauliza kwa nini hamkufanya hivyo au hamfanyi hivyo. Kwa hiyo Ijumaa e, huwa siko tayari. Initokee tu kaja mtu kalazimisha, tuzungumze tunazungumza, lakini nafsi yangu haifurahi hilo, kwa sababu sio mila yetu, sio utamaduni wetu wa ile cheni yetu. Lakini kuanzia Jumamosi hadi Alhamisi, wakati wote wala si ndokuwa na kitabu kitabu tutachokuja nacho ndo tutazungumzia hicho hicho, na wakati wote na muda wote ule, kwa sababu namwamini Mungu na namtegemea Mungu. Kesho ni siku nyingine, tunaweza tukaona mengine kutokana na yale ambayo yanaendelea, watu wanaotoka kunitafuta sehemu yote ile, na hili ndo tutako nifanya nifanye ziara katika nchi kadhaa e, ziliokuwa ndani ya Afrika na nje ya Afrika lengo ni moja tu la ziara yetu, ni yupi ambaye tulimsaidia hakufanikiwa. Nimeahidi, na Wakenya wananiuliza wengi, T.R. Msigwa unaingia lini Mombasa? Bahati mbaya huwa hakuna yoyote anayejua na safiri lini, hushtuka na kwambia leo sasa hivi na safiri. Kwa hiyo kusema nakuja siku fulani sifikiri kama ni sawa, na si utaratibu wangu. Utaratibu nikiamka tu niko vizuri, sikuakwambia naingia sehemu hiyo k nitakuwepo Mombasa. Namwomba Mungu ajalie nifike Mombasa kwa muda mchache. Naamini kupitia mitandao tutaonana na baadhi ya watu, lakini ni watafuta, ni wale ambao kamaliza dozi hajafanikiwa. Mimi siamini hilo, lakini kuna watu wanakuja, tukizungumza nao unaona kabisa hawakufuata kanuni au taratibu. Na kama yupo tunamkaribisha, lakini nimeona ni vyema, kuna mtu mwingine kipato chake siyo rafiki, mi nikifika pale namrahisishia. Huenda alikuwa anajipanga kuja, lakini kipato chake hakikumruhusu kunifuata. Daa, nikifika karibu yake anaweza akatoa la moyoni, tukazungumza naye. Kwayo nikitoka Mombasa, nitawasili Zanzibar baada ya hapo nitaendelea na harakati zangu zingine katika mikoa mingine. Tuzungumze na TR Msigwa, ndio lugha ninasafiri nayo: Sifuri, saba, tano, mbili, nane, moja. Tisini, arobaini na, saba Mungu ibariki Afrika. TR Msigwa.